Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Eid Mubarak kwa wale wote ambao wanasherehekea siku ya Eid, siku hii leo ni kualike kunako rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania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 Tanzania Half Marathon Season 4 na njia ambayo itakufanya e, wewe ushiriki ni kwa kujiunga kupitia www.run4tzmarathon.co.tz au kupiga simu namba 0783639335. Kumbuka ni siku ya Jumamosi April 19 mwaka 2025, viwanja vya Farasi Oster Bay Dar es Salaam. Gazeti ya habari leo limeandika kanuni za wekwa kulinda shilingi serikali ya makosa malipo yanayoruhusiwa kwa fedha za kigeni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika wanakwaya sita waliokufa ajalini watajwa. Habari picha ikionyesha wananchi wakitazama ajali ya basi Toyota Costa na kampuni ya Mkokota iliyopinduka katika kona ya mlima Ilamba na kusababisha vifo vya wanakwaya sita wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT usharika wa Chome wilayani Same mkoani Kilimanjaro na majeruhi ishirini na tatu. Picha juu kulia ni mkuu wa wilaya ya Same Kasilda Mgeni kulia akizungumza na majeruhi na mganga mkuu wa wilaya ya Same Dr Alex Alexander. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika SMZ yaongeza kasi uchumi kidijiti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Utajiri wa Modeuj waipatia jamii maji ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dereva aliyemuua kamanda chiko mbaroni, habari katika ukurasa wa pili. Majaliwa arudhishwa maandalizi kuwasha mwingi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti habari leo limeandika CCM makundi yanatufanya tushinde uchaguzi, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, habari tanzania pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni viongozi wa dini waonya mgawanyiko wa mga kisiasa huwataka mambo manne ikiwamo uchaguzi wa amani umoja wa utulivu. Sheikh Ponda ataka wanasiasa kujadili amani, mufti ya Ramadhan yaendelezwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. A ajali ilivyoua wanakwaya Same, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili siku ya leo kwenye mabano jana kwetu haikuwa nzuri, kutokana na ajali mbili zilizotokea, tumepoteza wanakwaya sita na mwananchi mwingine ambaye alifariki kwenye ajali ya basi iliyotokea usiku na kujeruhi sabini na tano, ni nukuu ya Kasilda Mgeni, DC wasame. Habari katika ukurasa wa pili, familia ya kada CCM aliyetoweka Mwanza ya bongo kia Samia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Moto wa waka jimboni kwa Mpina. Vurugu za makada wa chama cha mapinduzi CCM wanaosaka nafasi ya ubunge zimezidi kupamba moto na sasa ni zamu ya Luhaga Mpina ambaye undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano wa gazeti hili ugazeti Mwananchi likiandika mchango mo navyochochea mageuzi kijamii, kuongeza ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tulitazame sasa gazeti Nipashe, mwanga jamii. Lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema yaitisha maandamano tena, yawakaribisha CCM kushiriki; ni baada ya polisi kukiri. Heche aliye na Kubeti; Wasira, Lissu warushiana vijembe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili ndugu iliandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe. Ni mimi niliwaambia tuzungumze, Tundulisi akasema tunawapotezea muda. Sasa mtu ana muda wake na hataki upotee, wewe umlazimishe kupoteza muda wake wa nini? Kwa hiyo sisi tunawaambia wakiwa na jambo kuzungumza inawezekana waje tuzungumze. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu habari, picha ikimwonyesha Steven Wasira, John Heche pamoja na Tundulisu. Gazeti hili imeandika ripoti maalum: maroli ya mchanga ya haribu nyumba na barabara jirani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ajali ilivyokatisha uhai wa wanakwaya sita KKKT, sabini na tano majeruhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili mo usika, Simba Sports Club alivyohusika kuwatishiwa Afrika. Habari katika ukurasa wa tatu. Kafulila toa ufafanuzi wa kitaalamu uhimilivu wa deni la taifa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti la Nipashe limeandika mtifuano Gambo Makonda Arusha katika sura mpya. Habari katika ukurasa wa nane. Polisi yaonye sherehe za Eid ikiorodhesha mambo kadhaa 30 kupeperusha bendera NCCR nafasi ya rais. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili, lakini vya gazeti Nipashe ya michezo limeandika Simba yarahisishiwa kazi Misri, habari katika ukurasa wa 24 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Tuitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye w, habari iliyopewa kipaumbele ni Wasira akemea makundi CCM, azima chama kikishindwa sehemu, sababu kubwa ni makundi, asisitiza umakini kupata wagombea awarushia kijembe CHADEMA kwamba wamechuja, hawana mvuto, hawachaguliki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Majaliwa aridhishwa maandalizi ya mwingi. Habari katika ukurasa wa tatu. Makala CCM haipo tayari kwenda kinyume na katiba habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mwekezaji akoshwa miaka minne ya rais Samia, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dereva alidaiwa kusababisha kifo cha Fande Chiko adakwa, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Wachumi waeleza mbinu kuzuia upotevu wa maji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika wanakwaya sita wafariki dunia ajali ya gari. Matukio udhari ya udhalilishaji yapungua visiwani, habari Imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako so umeko ndani zaidi. Gazeti na gazeti Zanzibar leo, kweli na wazi, lenye limeandika wa Zanzibari washerekea Eid al-Fitr leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Balozi Saif ahimiza vijana kusoma kwa bidii habari katika ukurasa wa tatu. Mazuri azindua kampeni ya Zanzibar afya wika habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili wakulima miwa cheju kulipo fedha zao, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Modeuji alivyobadilisha biashara ya dunia na uhisani, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. China kuendeleza sera za kijeshi na Iran Urusi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo. Lakini pia gazeti hili kiandika polisi ya jipanga kuimarisha ulinzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi Pata nakala yako asome kwa undani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, migononi mwangu inalo gazeti Mwanaspoti, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Mzize akutana na Wydad, wafanya majadiliano mabosi Yanga washikilia dili, habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika takwimu za Clement Mzize, rekodi zake msimu huu TPL amecheza mechi 21 amefunga mabao 10 ameassist mabao matatu. Gazeti hili limeandika Serengeti Boys, mzigoni, Leo, Afcon, Under 17 Habari katika kurasa za ndani, wameishika mechi ni first leg Almasri dhidi ya Simba Jumatano, April 2 saa moja kamili usiku. Second leg itapigwa April 9 saa kumi jioni uwanja wa Benjamin Mkapa Simba watakapokuwa wenyeji wa Almasri. Gazeti hili limeandika Yakub anaweza kuwa Tanzania One kwa muda mrefu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Hauzwi kocha Manchester United Ruben Amorim kwa Bruno Fernandes, sasa haumwambii lolote. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini wa gazeti hili. Mchezo unaofuata ni siku ya kesho Jumanne, Nottingham Forest dhidi ya Manchester United, mchezo unaopigwa saa 4 kamili usiku. Lakini pia gazeti hili imeandika La Liga leo Jumatatu, Celta Vigo na Las Palmas, mchezo unaopigwa saa 4 kamili yako ya gazeti Bwana Spoti usome kwa ndani zaidi, habari ya hizi ambazo zimepewa kipaumbele magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo, Yanga yaitolea macho Tabura. Serengeti Boys kufungua dimba na Zambia leo. Majaliwa avivalia njuga viwanja Afcon, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Harmonize hairisha tena tamasha lake, habari katika ukurasa wa ishirini na moja hakuna mbabe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu, na hivi ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako so ndani zaidi gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa nyuma lenyewe limeandika kocha Yanga aijamba mkwara tabora United. Simba yarahisishiwa kazi Misri, jukumu limebaki kwa wachezaji uwanjani, huku uongozi ukisema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, Benjamin Sesko sasa kwa Ulaya habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti nipashe pasha ya mwanga jamii katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.